Mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club tayari wameendelea kupata huzuni e, baada ya kupokea kichapo cha mabao mawili katika mchezo wa siku hii ya leo, ambayo ni fainali ikiwa ni mzunguko wa kwanza kabisa, na mabao hayo yametokea katika kipindi cha kwanza e, katika dakika ya nane, lakini bila kusahau katika e, ile dakika ya kumi na nne. Ukiangalia mm, distance ni dakika chache sana, ni dakika sita. E, kutoka goli la kwanza lilipopigwa mpaka goli la pili, matarajio ya Simba ni kufika sehemu mbali na kubwa zaidi, lakini wanahitaji utulivu, hasa watakaporudi katika kipindi cha pili, ili waweze kuhakikisha angalau japo wanaweza wakarudisha magoli yao yote mawili e, na kubakiza, ili mradi hata wakirudi nyumbani wakiwa wako draw kwa magoli mawili, inakuwa ni rahisi wao kuweza kufika katika hatua ya, kupokea, ya kuchukua ubingwa huo, lakini bila hivyo inakuwa ni vigumu kwao kwa sababu eh, magoli mawili sio mchezo. Hata kama wakiondoka na magoli wakiwa wamefungwa magoli hayo, wakirudi tena uwanja wa nyumbani, inakuwa ni vigumu kwao kuweza kucheza mpaka kuhakikisha wanarudisha eh, magoli hayo, na ukiangalia eh, shoots ambazo zimepigwa on target zidi ya Simba Sports Club, lakini bila kusahau RSB eh, ni almost kwa Simba, hakuna hata shuti moja ambalo limelenga lango, lakini kwa RSB tayari wameshapiga mashuti zaidi ya matatu. Kwa hiyo ukiangalia na asilimia eh, Simba wana asilimia 48 tu, kwa hiyo wanahitaji utulivu zaidi, hasa katika kipindi cha pili ili waweze kufanya vizuri zaidi. Tuendelee kusalia hapo hapo, tusubiri eh, kipindi cha pili na tujue ni nini ambacho kitatokea siku hii ya leo.